Kwa wilaya ya Bagamoyo, serikali kupitia REA inaendelea na utekelezaji wa mradi wa kupeleka umeme kwenye maeneo ya migodi midogo yakiwemo maeneo ya wazalishaji wa chumvi kupitia mkandarasi aitwaye DM Company Limited, hadi kufikia mwezi Machi 2025 Jumla ya maeneo kumi na nne ya migodi midogo imepelekewa umeme ambapo kati ya hayo maeneo matatu ni ya wachimbaji wa chumvi wanaopatikana katika eneo la Kitame kata ya Makurunge ambapo jumla ya wachimbaji 34 wanaopatikana katika maeneo hayo wamefikiwa na huduma ya umeme. Kazi ya kupeleka umeme kwa wachimbaji wa chumvi waliosalia itaendelea kulingana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali na jitihada kubwa zilizokuwa zimefanyika katika kuweza kupeleka umeme kwa wachimbaji wa migodi wale wadogo wadogo. Swali, je, serikali ina mkakati gani wa kuweza kupeleka umeme kwenye kile kitongoji cha Kitame ili sasa wananchi wale waweze kunufaika katika nyumba zao? Lakini hoja ya pili, Mheshimiwa Naibu Spika, zaidi ya shilingi bilioni 3.8 zimetumika pale katika jimbo la Kibiti kupeleka umeme katika zile kata za Delta kata ya Kiongoroni, Mbuchi, Mapaloni na Msala. Kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Kibiti, nilikuwa naomba Mheshimiwa Waziri tufikishie salamu zetu na pongezi kwa Mheshimiwa Rais ili alivyoweza kuf, kufanikisha ndoto za wana Kibiti wanaoishi katika maeneo ya delta ya kuweza kupata umeme. Katika eneo hili la Kitame tunayo miradi ya vitongoji ambayo inafuata na nataka nimwhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba wananchi wa kitongoji hiki na wenyewe watanufaika na huduma hiyo ya umeme. Tunapokea salamu za Mheshimiwa mbunge, kwa kweli ni pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa inayofanyika katika sekta ya nishati ambayo inasimamiwa vizuri sana na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko. Kama kituo cha kupozea umeme kilichoko eneo la Uhuru wilaya ya Urambo kimekamilika, je, ni lini kitazinduliwa rasmi? Ni kweli tarehe ishirini na sita mwezi wa tatu tuliwasha kituo cha kupoza umeme cha Uhuru Substation na kwa sasa hivi wananchi wananufaika kupitia fida ambazo tumezipeleka katika maeneo ya Kaliua pamoja na Urambo. Mheshimiwa naibu waziri mkuu amesikia ombi la mheshimiwa mbunge na kwa hiyo nina uhakika tutaweza kulichakata na kulifanyia kazi. As lini mchakato wa umeme katika vitongoji 15 utaanza ukizingatia katika jimbo la Kilombero kumekuwa kuna uhaba mkubwa sana wa umeme katika kata ya Michenga kijiji vitongoji vya Tupendane na Upendo. Mheshimiwa Naibu Spika, mkandarasi um, wa kupeleka umeme katika vitongoji kumi na tano katika jimbo la Mheshimiwa mbunge ameshapatikana na ameshaanza kazi katika maeneo mengine tunamwendelea kumsisitiza mkandarasi aongeze magenge na aongeze nguvu ili kuweza kufikia majimbo mengine katika mkoa wa Morogoro. Kwa ni nimwahakikishie Mheshimiwa mbunge tutaendelea kumsimamia mkandarasi huyu ambaye ameanza katika maeneo mengine kwa kadri ya maelekezo ya RCC ambayo walikuwa wamekubaliana, na baada ya hapo atafika kwenye jimbo la Mheshimiwa mbunge. Asante Mheshimiwa naibu spika.